Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, Albert Chalamila amefanya ziara ya kutembelea ujenzi wa miradi ya maendeleo wilayani Ubungo na kuagiza miradi hiyo kujengwa kwa kuzingatia thamani ya fedha ili iwe na viwango stahiki huku pia akisisitiza miradi hiyo kukamilika kwa wakati. Akizungumza mara baada ya kuweka jiwe la msingi katika mradi wa jengo la mama na watoto kwenye kituo cha afya cha Mpiji Magoe, amesema ni muhimu kufanya ujenzi wa miradi inayozingatia thamani ya fedha, miradi inayoweza kudumu kwa miaka mingi na ujenzi ukakamilike kwa wakati ili kumaliza adha kwa akina mama na watoto. Kwa maendeleo unayoyafanya yawe kwenye projection ya miaka mingi mbele. Kwa hiyo ili kumhakikisha vizuri sana Mheshimiwa rais tunapaswa kufanya kazi nzuri na kituo hiki. Mheshimiwa mkuu wa wilaya pamoja na mkurugenzi na meya mlioko hapa, kwa kweli kiishe mapema iwezekanavyo, ili wale watu waliotamkwa na meya na wale watu waliotamkwa na Mheshimiwa diwani idadi yao watibiwe hapa kwa haraka. Sisi tunatamani sana watu watibiwe kwa haraka, na Mheshimiwa rais sasa anachokifanya, miezi michache iliyopita, ameajiri madaktari ameajiri wauguzi, ameajiri manesi, ameajiri watu wa maabara, kaajiri watu wa madawa, kaajiri mabingwa. Wote hawa wanatawanywa katika vituo vya afya, wanatawanywa katika zahanati, wanatawanywa katika mahospitali, ili kwenye mnyororo wa thamani wa uwekezaji wa majengo na uwekezaji wa rasilimali watu viendane na viende vyote kwa pamoja. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, hapa ndipo tupo. Wananchi mnapoona wataalamu wa manispaa wamekuja kwenu kukusanya ushuru, msifunge maduka, kuwe ni wazi ili watu wakusanye ushuru, ushuru huo upate kufanya ya mambo neno. Mapato ya ndani maana yake ni mapato yanayotokana na vyanzo vya mapato vya halmashauri. Vyanzo vya mapato vya halmashauri maana yake ni kukusanya kodi, uweze kutekeleza miradi bila kukusanya kodi. Kwa hiyo ndio maana nawaambia viongozi wote na wananchi wote, ukiona gari ya halmashauri, watoza ushuru, kina Zakari wamekuja, usifunge milango, fungua, watakuelekeza ili mradi tupate ushuru mdogo mdogo, uweze kutekeleza mambo. Mradi huu umefikia asilimia 85 hadi sasa, na fedha zilizotumika ni shilingi milioni 44,753,978, ikiwa ni gharama vifaa vya ujenzi na malipo ya fundi. Kiasi kilichopo kwa sasa ni hela za Kitanzania milioni 170,246 na shilingi 22. Utekelezaji wa mradi